umekamilika kwa asilimia mia moja. Mradi huo uliokuwa ukitekelezwa na kampuni ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya usafirishaji na usambazaji wa umeme Itidiko, ambayo ni kampuni tanzu ya shirika la umeme Tanzania TANESCO, imekamilisha mradi wa umeme wa gridi ya Taifa kutoka Tabora hadi Katavi, na baada ya muda wa matazamio umeme huo utafikishwa kwa wananchi ili kutatua changamoto za umeme zilizokuwepo. Kwa majina anaitwa CP Sadoki Mugendi, ni kaimu meneja mkuu wa kampuni ya ETIDIKO. Tumekamilisha njia ya kusafirisha umeme yenye msongo wa kilovoti 132 yenye urefu wa kilomita 383 kutoka Tabora mjini mpaka hapa Mpanda. Kwa hiyo zoezi kubwa tuliokuwa nalo e, kwa siku ya leo ilikuwa ni kupima e, paramita kama umeme unaweza ukafika hapa na paramita zote zimekwenda sawasawa. Kwa hiyo leo hii tunasema tumehitimisha hili zoezi kwa maana kwamba e, um, e, Line yetu iko tayari kuingiza umeme hapa mkoa wa Katavi. Kwa hiyo e, tunachoendelea nacho sasa ni matazamio ya hii line e, tutakaa hapa kutokana na mkataba tutaitazamia kwa kipindi cha miezi sita. Kwanza hapo tutakuwa tumeikabidhi line na itakuwa tayari kwa kupeleka umeme kwa wananchi. Kwa majina anaitwa Mhandisi Dismas Masawe ni kaimu mkurugenzi wa huduma za ufundi katika kampuni tanzu ya TANESCO ya ETDCO. Kukamilika kwa majaribio yetu haya ya mwisho yanatoa fursa kwa mtumiaji wa umeme kuendelea na mazoezi mengine yanayofuata, ambapo ni uwashwaji wa laini washa vituo eh, kituo cha, eh, kituo cha kupoza umeme cha Mpanda na kupeleka umeme kwa wananchi hapo eh, watakapoona ina, inafaa kwa upande wao. Wananchi wa mkoa wana wa Katavi wamesema kukamilika kwa mradi huo kutaongeza fursa za ajira kutokana na kuongezeka kwa viwanda vitakavyotoa ajira kwa wananchi hao. Anaitwa Kalemele Ilali, ni mkazi wa Msunkumilo. Tunazungumzia umeme huu wa gridi ya Taifa. Tunamshukuru Mama Samia kutuletea umeme huu. Kwa maana hiyo, umeme huu utakapokuwa umeingia kwenye majumba ya watu Watu watafungua viwanda vikubwa, vidogo na watu watapata ajira zote, ajira itakuwa ya kutosha, watu wataendelea maendeleo. naitwa Elisha Josephu, ni mkazi wa mkoa wa Mpanda, kata ya Misunkumilo. Kwanza tunafurahi sana kwa kutufungulia umeme huu wa gridi ya taifa. Tuna imani sana utakapofika kwenye majumba yetu utatunufaisha makubwa, na pia tutaondokana na ile adha ya kukatakata na tunaimani kwa sisi kama vijana tutapata ajira, viwanda vitafunguliwa, tunaimani hiyo. Viwe vikubwa viwe vidogo vidogo, tutapata ajira, tutapata namna mkono uende kinywani. Asanteni sana. Mradi wa njia ya kusafirisha umeme ya msongo wa kilovoti 132 yenye urefu wa kilomita 383 kutoka mkoa wa Tabora mpaka mkoa wa Katavi umetekelezwa kwa gharama